Wako wapi viumbe na nyumati? Kwa kweli kwa mola wao wamesharejea, na mimi na wewe ni lini tutarejea kwa mola wetu, katika hali gani? Hakuna ambaye anayejua hiyo. Ndugu zangu, tuweke mikakati katika Ramadhani hii, kana kwamba ni Ramadhani yetu ya mwisho. Huenda isiweze kurudi katika maisha yetu, itumie hii fursa ya dhahabu, ndugu zangu, na yatu yote haya yataka mipango kuanzia sasa. Usione kwamba imebakia siku kumi na nne ukasema nimeshapitwa na wakati. Unaweza ukajipanga na kujipinda kuanzia leo na ikaweza kumwokoa mtu, kama walivyosema Waingereza, last minute can save a man, dakika za mwisho zinaweza kumwokoa mtu. Kuanzia leo tubia madhambi yako, kuanzia sasa Hakikisha kwamba swala zote tano na swali msikitini. Soma Qur'ani angalau juzu moja kwa siku. Leta istighfar, leta tauba. Amka usiku wa manane uswali, toa sadaqa.